Shirika la utangazaji la NBC nchini Marekani limemfuta kazi mtangazaji Billy Bush ambaye amekuwa akiendesha kipindi cha Today. Mgombe mgombea urais wa chama cha Republican alikuwa anahojiwa na bwana Bush miaka kumi iliyopita alipotoa matamshi ya kudhalilisha kuhusu wanawake. Mkanda wa mahojiano hayo yaliyofanyika mwaka elfu mbili na tano ulifichuliwa majuzi na gazeti la Washington Post. Aidha, mke wa Donald Trump amejitokeza Tete. Baada ya kufichuliwa kwa mkanda huo, viongozi wengi wakuu wa chama cha Republican walijitenga na bwana Trump, jambo ambalo limezua utata. Kwenye video hiyo, bwana Bush anasikika akicheka baada ya matamshi ya bwana Trump. Billy Bush mwenye umri wa miaka 45 ambaye ni mpwa wa rais wa zamani George W. Bush alikuwa awali amesimamishwa kazi baada ya kufichuliwa kwa video hiyo. Amekuwa mtangazaji wa kipindi cha Today kwa miezi miwili pekee. Ingawa alikuwa mgeni tu katika waandaaji wa kipindi cha Today, amekuwa na NBC kwa muda mrefu na tunamtakia kila la heri, shirika la NBC lilisema hayo kupitia taarifa. Aidha, mke wa Donald Trump Melania amemshtumu bwana Bushi, akisema alimchochea mumewe kusema mambo mabaya kuhusu wanawake. Bwana Bushi mwenyewe aliomba radhi tarehe saba Oktoba na kusema kuwa pia aliaibishwa na tabia yake alipokuwa akifanya mahojiano hayo, na huo ndio mwisho wa habari hiyo kutoka katika taifa la Marekani, ambapo kwa hivi sasa kampeni zimepamba moto, huku wagombea wawili wenye nguvu zaidi Bill Clinton pamoja na Donald Trump wakiwa ndio wao wanaotegemewa, mmoja wao aweze kuwa mrithi wa kiti cha uraisi cha taifa hilo, ambapo hivi karibuni anakwenda kukiachia rais wa taifa hilo wa hivi sasa Barack Obama. Kutoka studio za Global TV, mimi naitwa Kelvin Shayo, nikutakia wakati mwema. Endelea kuwa karibu na familia ya kidigitali kwa haya na mengi zaidi. <tune>